Magonjwa ambayo yanaambukiza yanaweza kutoka kwenye kundi moja la kuku kwenda kwenye kundi lingine la kuku, au kuku mmoja kwenda kwa kuku mwingine kwa kutumia njia kuu mbili. Ya kwanza tunaita njia ya wima, lakini namba mbili tunaita njia ya mlalo. Njia ya wima inahusisha uh, kuku mzazi kuambukiza vifaranga vyake au watoto wake kupitia mayai ambayo anakuwa ameyataga kuku huyo. Lakini njia ya mlalo inahusisha kuku kuambukiza magonjwa a, kuku mwingine aidha kwa kugusana kubu, kwa au kwa kutumia a, vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine vinaweza vikawepo kwenye mazingira ya kuku ambaye anaumwa, kisha vikaenda au kupelekwa kwa kuku ambao ni wazima. Mwisho wa siku vile vinakuwa ni kama carrier eh, wa vimelea kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sasa njia ya wima hiyo eh, tuweke pending, hatutaizungumzia leo. Leo e, tujaribu kuangalia njia ya mlala, vitu gani au mazingira gani ambayo kwa namna moja au nyingine inezekani sababu ya kuhamisha vimelea kutoka sehemu mmoja kwenda sehemu nyingine, kutoka kuku mmoja kwenda kwa kuku mwingine, kutoka kwenye banda moja kwenda kwenye banda lingine, au kutoka kwenye shamba moja kwenda kwenda kwenye shamba lingine. Stick around, siku zote hakuna anayependa mabaya mkute, ila ikitokea umejua kuwa baya fani itatokea siku fulani au itatumia njia fulani kuweza kuja itakupa tahadhari, kukuongezea umakini na kujua kwamba ni njia gani naweza nikatumia ili niweze kupambana dhidi ya changamoto itakayokuja. Ikumbukwe kwamba kama kifaranga hajazaliwa na magonjwa aliyorithi kutoka kwa wazazi wake kama ugonjwa wa typhoid, na hana kasoro au mapungufu ya kibiolojia kama ulemavu, basi magonjwa mengi huwa anayapata baada ya kuwa amezaliwa. Na hii huchangiwa na mapungufu au makosa tunayofanya katika ulezi wa vifaranga vyetu ikiwemo makosa ya kiusimamizi, yani zile practical management, lakini pia mapungufu ya miundombinu tunayotumia kulelea vifaranga, lishe duni, lakini zaidi ya hapo, ulinzi duni dhidi ya vimelea shambani kwetu, yani ni kwa namna gani, vipi tunaweka mazingira thabiti na katika namna bora ya kuweza kudhibiti vimelea visiweze kuvamia vifaranga vyetu na kusababisha magonjwa. Sasa, kupitia sababu chache nilizozitaja, sababu ambayo imekuwa ikionekana kwamba ni sababu mama au ni sababu kuu inayosababisha magonjwa aidha shambani kwetu au kwa vifaranga wetu au kuku wetu, ni ulinzi duni dhidi ya magonjwa au ulinzi duni dhidi ya vimelea shambani kwetu, kwa sababu ni nadra sana, kulingana na maumbile yao au kulingana na namna walivyoumbwa vimelea hao, kuweza kutoka sehemu moja kwenda nyingine pasina kuwa na usaidizi aidha wa watu, vifaa au mazingira, kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwa namna ambavyo wewe unaweza kudhibiti vitu vyote hivyo ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa kutoka sehemu moja kuja shambani kwako, ndio the way itakavyokuwa ni rahisi au ngumu kuku wako kuvamiwa na magonjwa kama ifuatavyo. Vimelea huweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupitia watu, na navyosema watu, naanza na wewe au nyi ambao mnaohudumia kuku wenu, na hii inaanza na usafi wenu binafsi kuanzia mavazi gambuchi na vinginevyo. Au ni kwa namna gani, vipi unachukua tahadhari pale unapotoka nje ya shamba lako, au unapoenda kumtembelea mfugaji mwingine kisha unarudi shambani kwako au bandani kwako? Lakini zaidi ya hapo, ni tahadhari gani unazichukua unapokuwa unahudumia kuku wenye makundi tofauti tofauti au kuku wenye changamoto tofauti tofauti? Eh, kwa mfano hapo unahudumia kuku wakubwa, lakini unahudumia pia vifaranga, au unahudumia kuku wazima, lakini pia unahudumia kuku au wenye changamoto za magonjwa, ni tahadhari gani unazichukua kwa kupitia hilo? Inawezekana ni sababu ya vimelea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pasina we kujua au kwa kujua. Lakini pia tahadhari kubwa inatakiwa ichukuliwe kwa watu kama wataalamu, lakini pia na wateja wanaokuja shambani kwako au kwa ujumla wake na watu ambao wanakuja kutembelea shambani kwako au bandani kwako. Na kitu cha msingi katika hili ni kuweza kudhibiti mwingiliano wa watu wa aina yote ile eh, kuingia shambani kwako au kuingia mabandani kwako. Lakini pia hata wewe mwenyewe binafsi, weka tahadhari zote ambazo zinazotakiwa katika namna ya kuweza kudhibiti magonjwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo mbali na kutumia njia ya kudhibiti watu kuingia shambani kwako au kuingia mabandani kwako, njia nyingine utakaoifanya ni kuweza kuwa na mavazi rasmi ya kuingilia bandani. Kwa mtu yeyote atakayehitaji au ikilazimika mtu aingie bandani, basi avae mavazi hayo, ikiwepo ovaroli pamoja na magambuti, lakini zaidi ya hapo kwayo kuna miundombinu sahihi ya kunawa mikono na kukanyaga dawa kabla ya kuingia mabandani yani, na ikitokea imelazimika sana, unaweza ukajenga bafu, yaani watu waoge na kubadilisha mavazi yao kabla ya kuingia bandani. nahii inategemea ukubwa wa mradi wako, lakini pia na mwingiliano shambani kwako. Namba mbili, vimelea hutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia wadudu kama nzi pamoja na mende. kama tunavyofahamu, wadudu hawa ni rafiki sana wa mazingira machafu. Kwa hiyo inapotokea banda lako linatoa harufu kali eh, au kuna uchafu wa aina yoyote ambao unavutia, itakuwa wao ni rahisi kuingia bandani kwako. Na wanavyoingia bandani kwako, akitoka hujui anaelekea wapi. Inawezekana aidha anatoka kwenye banda ambalo la wagonjwa anaenda kwenye banda ambalo lina kuku ambao wako vizuri, lakini zaidi ya hapo anaweza kuwa anatoka kwa jirani yako tu ambao labda kuna changamoto na wanakuja shambani kwako au bandani kwako kwa kupitia hilo, nini cha kufanya? Namba moja ni kuhakikisha bandani kwako ni pakavu, yani pasiwe kuna unyevunyevu. kwa sababu unyevunyevu ukichanganyikana na vinyesi huwa inato inasababisha harufu kali ndani ya banda, kwa hiyo kazi hiyo itakuwa ni rahisi kama ukiwa unatumia maranda, lakini pia maranda hayo usiruhusu yaloane, na hii utaifanya kwa uthabiti kabisa kwa kuwa unageuza mara kwa mara maranda yako, lakini pia kuhakikisha kwamba miundombinu yako ni sahihi kulingana na mfumo unaotumia kufugia. Aa, na hii naenda mahususi moja kwa moja kwenye ventilation system, yaani madirisha, mwingiliano wa hewa uwe wa kutosha ndani ya banda. Itasababisha maranda hayo kuwa muda wote ni makavu, lakini pia hewa chafu inakuwa inatoka nje na hewa safi inakuwa inaingia ndani lakini ikitokea hilo haliwezekani au limeshindikana, unaweza kutumia dawa kama Lavadex, kama sehemu ya kudhibiti wadudu hawa. Namba tatu, vimelea wanaweza wakafika shambani kwako kwa urahisi sana kupitia vifaa mbalimbali vinavyokuja shambani kwako, vifaa kama sindani, spray pamoja na vifaa vya kukatia midomo vilivyotumika sehemu nyingine au shamba jingine kisha kuja shambani kwako kabla havijafanyiwa disinfection, yaani kusafisha kutumia dawa. Inawezekana ni njia rahisi sana ya kuhamisha vimelea au magonjwa kutoka sehemu hiyo kuja shambani kwako, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Na hii ni kama labda shamba lile au mazingira ambayo vifaa hivyo vilikuwa vinatumika palikuwa kuna changamoto na havikufanyiwa usafi. Kwa hiyo nini cha kufanya hapo? Namba moja ni kuweza kudhibiti mwingiliano usio lazima wa vifaa hivyo. Kama ni sindano ikilazimika, nunua vya kwako, kuwa na sprea zako, lakini pia kuwa na vifaa kama dibika na vifaa vingine vyote ambavyo vitakuwa ni lazima kuwa navyo shambani. Ikiwa ni ngumu kumwomba mtu, basi isiwe ni rahisi na wewe kumwazima mtu, lakini zaidi ya hapo weka tahadhari zote kwa vitu vyote vinavyoingia shambani kwako ikiwemo baiskeli, magari, pikipiki na vinginevyo. Pia hii pia inawezekana sababu rahisi sana kuweza kuleta vimelea shambani kwako au mazingira yanayozunguka shamba lako. Hakikisha nyie, kwa kujua au kutokujua, mnaweza mkachukua vimelea hivyo vilivyoletwa kwenye mazingira yenu na kuingiza bandani. namba tatu ni kufanya disinfection ya vifaa vyote vinavyoingia shambani kwako hata kama kule wameshafanya fanya, fanya nayo pia kwa kutumia dawa maalum ambazo zinatumika kusafishia vifaa kama Virid, Farmguard na uh, zingine nyingi, lakini zaidi ya hapo fanyia disinfection pia baskeli pikipiki piki, na vitu vyote vinavyoingia shambani kwako. Njia namba nne ambayo vimelea hutumia kutoka sehemu moja kwenda nyingine ni panya. Kama tunavyofahamu, huu ni mnyama mdogo sana, lakini msumbufu sana anaharibu vyakula lakini pia anaweza kala hata vifaranga kala mayai na vingine vingi. Magonjwa kama typhoid na mengineyo huwa ni rahisi sana kuenezwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupitia mnyama huyu. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kudhibiti kwa namna yoyote ile mwingiliano au mazingira yatakaomvutia mnyama huyu, ikiwemo vyakula, aidha bandani au store na kadhalika. Oh, nini cha kufanya? Ah, namba moja ni kuziba mashimo yote ambayo yatakuwa mazingira ya aidha kuzunguka banda, ndani ya banda store, au mazingira ya shambani kwako kwa ujumla. Lakini namba mbili ni kuweka mitego ya panya itakayoweza kuwanasa kiurahisi pasina kuathiri kuku. Kwa mfano ah, mitego kama mitego ile ya sumu inawezekana ni, ni rahisi, lakini mwisho wa siku inawezekaa pia ni hatari kupitia chakula cha kuku, maana anaweza anazakala pale au akanyaga ile sumu akaenda kwenye chakula ikawa ni shida nyingine. Kwa hiyo tumia mitego ambayo ni rafiki kwa mazingira, lakini pia ni rafiki kwa mifugo yako, lakini usisahau kuweka mitego hiyo sehemu za store pia. Njia namba tano ni kupitia ndege pori. Hawa pia ni hatari kwa sababu kwanza wana mfanano wa kibaolojia na kuku wetu, kwa kupitia hilo tu ni rahisi sana magonjwa ambayo yanawaathiri kuwaathiri pia kuku wetu. Kwa hiyo nini cha kufanya? Namba moja ni kuweza kudhibiti mwingiliano au uwepo wa ndege hao mazingira ya mabandani kwetu au mazingira ya shambani kwetu, na hii utaifanya kwa urahisi kwa kuweka nyavu sehemu zote za wazi bandani. Kwa mfano kama madirisha lakini pia hata mlango wako, basi hakikisha unakuwa ni mlango imara ambao hautakuwa una upenyo wa ndege yote kuingia. Lakini kingine ni kuepuka kupanda miti ambayo inavutia ndege kuweza kufika shambani kwako kwa urahisi, kwa mfano kama miti ya matunda ya papai na matunda mengine. Na kwa kumalizia, ningependa nitoe msitizo juu ya mazingira ambayo pia yanaweza kachangia kuingia kwa magonjwa shambani kwako, ikiwemo maji na chanzo chake lakini pia chakula au ingredients ambazo unachanganyia chakula kuku wako unazitoa wapi na usalama wake ukoje? Lakini zaidi ya hapo umbali, eh, uliopo kati ya banda lako na banda la jirani yako anayefuga mifugo kama yako, sababu kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza yakasafiri kwa njia ya hewa endapo kama mabanda yapo karibu zaidi lakini kwa wale ambao mnaofuga mfumo huria, angalia pia usalama mazingira yako na historia ya magonjwa ambayo yanayowasumbua hapo mtaani. Kwa swali lolote, maoni, ushauri, mapendekezo au kama ungependa kuonyesha hisia zako juu ya video hii, unaweza uka comment au ukawasiliana nami moja kwa moja kupitia namba yangu hapo chini. Na kama umependezwa na video hii, unaweza uka like, lakini pia ukashare kwa watu ambao unahisi maudhui haya yatawasaidia lakini pia usisahau kusubscribe ili kuwa karibu na familia ya Kigufa Fieldmost kwa maudhui bora ya kilimo pamoja na mifugo. Ulikuwa nami Ahi Kigufa, mtaalam mkulima na mjasiriamali wa masuala ya kilimo pamoja na mifugo. Asante kwa muda wako, tukutane kwenye video nyingine. Bye.